Hey, mambo vipi? Karibu sana. Leo tunaanza na playlist mpya kabisa haukuwahi kuiona katika YouTube channel yangu ambayo ni mafunzo ya Adobe InDesign kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujifunza masuala mazima ya graphic design ama kutumia software kama hizi za Adobe. Basi leo playlist hii ndiyo mwanzo, video ya kwanza, tunaanza safari yetu ya kwenda kujifunza Adobe InDesign kwa wale beginners. So Jina langu ni Mohamed Hafidh, natumai nyote mnanifahamu. Kama wewe bado hujasubscribe YouTube channel yangu, basi ningeomba uweze kusubscribe, ili basi usiweze kupitwa na video ambazo nakuwa naandaa tukiwa tunajifunza mambo mbalimbali mbali. So nitakwenda kufahamisha jinsi ya kutumia Adobe InDesign hatua kwa hatua, kuanzia zile eh, beginners activities hadi kuweza kufikia level ambayo utaweza kutengeneza kitu kutokana na hii software ya Adobe InDesign. So kama wewe ni mgeni katika kutumia software hii, haujawahi kutumia kabisa, usijali, tutaweza kutumia hatua kwa hatua mdogo mdogo, na utaweza kuijua kiundani zaidi. Kwanza tuangalie kabla ya kuweza kufungua hii Adobe InDesign. Ni kitu gani haswa? Ni software ama application ya aina gani? InDesign ni program ambayo by professional inatumika sana ulimwenguni kuweza kuandaa maandishi na picha kwenye kurasa. Let's say unahitaji kutengeneza magazeti ama yale magazeti ambayo unakutana nayo njiani, basi anatengenezewa kwa kupitia hii software ya Adobe InDesign ndio maarufu sana katika utengenezaji wa magazeti, vitabu, broshua, kadi za mialiko na hata ebooks ambazo unakutana nazo mtandaoni basi Adobe InDesign inatumika kwa kiwango kikubwa sana. So, tutakwenda kujifunza na sisi kuona jinsi gani inaweza kutengeneza magazeti lakini vile vile jinsi gani ambavyo tunaweza kutengeneza vitabu katika software hii. So, kama wewe unahitaji kuwa mbunifu katika engo hizo basi unaweza ukajifunza kwa kupitia playlist hii ambayo tumeanza nayo leo. Kwa kifupi kama unataka kitu kinachoonekana nadhifu, kilichopangiliwa vizuri basi InDesign, ndio suluhisho lako. Tutaenda kuona kwa nini tunaongea hivyo. So labda tuangalie sasa tofauti kati ya InDesign, Illustrator na Photoshop. Unajua hizi eh, Adobe program zipo nyingi. Unakuta kuna Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Aa, na nyingine ambazo zinatumika katika mambo mbalimbali mbali, mfano video na mambo mengine. Sasa watu wengi huwa wanajiuliza kwa nini tutumie InDesign badala ya Illustrator au photoshop. Sasa wacha ni, niweze kukupatia tofauti kati ya hizi program. Photoshop kwa ufupi, hii ni maalumu kwa ajili ya kuweza kuhariri picha, kuedit picha. Unahitaji kama wewe ni photographer, umepiga picha, kuongeza colors, kuondoa baadhi ya sehemu ya picha zako, basi Adobe Photoshop ndio maalumu kwa ajili ya mambo hayo. Lakini watu tumekuwa tukitumia kufanya na vitu vingine. Japokuwa sio lengo lake hiyo, uh, Adobe Photoshop kuweza kufanya vitu hivyo. Kwa leo nataka uweze kuelewa jambo hilo, lakini pia kwa upande wa Illustrator, i mean Illustrator inatumika kuweza kutengeneza michoro ama logos, ishu nzima za vector graphics. Natumai kama tayari umeshaanza kufuatilia ishu za graphic design, basi tayari umekutana na hizi ishu za logo uh, michoro mbalimbali mbali, ramani za nyumba nini, unakutana na vitu hivyo. Kwa hiyo Illustrator imebase katika kutengeneza mambo hayo tunakuwa tunatengeneza na vitu vingine, lakini sio professional kuweza kutumia Illustrator kuweza kufanya vitu hivyo, inakuwa mambo yake. Unahitaji kuwa mtengenezaji mzuri wa logo, basi unaweza kujifunza Adobe Illustrator. Lakini kwa upande wa InDesign ambao ndio hii tunaokwenda kujifunza, inatumika kuweza kupangilia picha, maandishi vizuri sana, zile publishing layout ambazo unahitaji kuweza kutengeneza, basi ni nzuri sana kuweza kutumia hii Adobe InDesign. Tutakwenda kuona na kuweza kufahamu sasa hiki ambacho tunakiongea ni kweli, okay. So kama unataka kuweza kutengeneza, nimekwambia gazeti ambalo linachukua hadi kurasa ishirini ama linachukua picha maandishi mengi katika hiyo layout yako, basi Photoshop ni mzigo, lakini pia Illustrator itakuchosha sana katika InDesign itakusaidia sasa wewe kupangilia kwa haraka na kwa kisasa zaidi, utaenda kuona utakapoingia na kuanza kujifunza kutumia adobe InDesign. so labda tuanze katika interface ya InDesign, tuweze kufungua, tusiongee sana kwa sababu vitu hivi vinahitaji sana vitendo, kwa tufungue sasa Adobe InDesign. Adobe. Mimi ya kwangu tayari nipo nayo, kama bado haupo nayo na unahitaji kuweza kujifunza pia unaweza ukanambia ukaja katika grupu yangu ya WhatsApp kule, na kuwa na share vitu mbalimbali ambavyo huku katika YouTube huwezi kuvikuta vitu kama hivyo, na kuwa na share setup kama hizi za hizi software mbalimbali ambazo mbali mbali mbali tumekuwa tukijifunza hapa. So nimeweza kufungua Adobe InDesign na inaonekana hivi kwa mara ya kwanza. So utakuja kujifunza hatua kwa hatua, sehemu hii inamaanisha nini, imebeba nini na nini. Na uzuri wa software hizi za Adobe, kama tayari umeshajifunza Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, basi huku unateremka tu, tayari unakuta interface inaonekana kama zile nyingine. Kuna vitu vichache tu ambavyo vinakuwa vinaongezeka huku ama vinapungua huku. Aa, kuna muonekano tofauti kidogo tu, lakini interface ni zile zile, kwa hiyo haitakuwa kazi kwako. Tuko na menu bar ambayo ni huku juu kabisa, hizi huku menu ni kama katika hizo Adobe program nyingine, tupo na toolbar, takuonesha. Let's say ukiingia hapa ndani katika hii Adobe InDesign utakutana na toolbar ambayo inapatikana sana kushoto by default. Hizi huku ni tools ambazo utakuwa unazitumia. Kuna panels ambayo anapatikana upande huu wa kulia utaweza kuona properties mbalimbali mbali. Mfano ukiweka maandishi properties utasikuta huku, utakuja kuona tukapoanza kutumia. Lakini kuna workspace, sehemu hii ambayo utakuwa unafanyia kazi zako. Sasa eneo hili ambalo utakuwa unatengeneza hizo product. So katika video zinazofuata tutaelewa vizuri zaidi kila sehemu kwa undani, lakini leo ni just utangulizi tu na kujua uh, InDesign kitu gani na playlist hii kikubwa kipi ambacho utakwenda kujifunza. So InDesign inapatikana wapi na inafunguliwa vipi? Ndio hivi, kama nilivyokuonesha, kama tayari umesha download na kuinstall Adobe InDesign. Basi unaweza kusearch tu hapo katika kompyuta yako na kama ipo ukaweza kuifungua. So yapi matarajio ya playlist hii? Katika playlist hii utaanza kuweza kujifunza mambo ya msingi kabisa kama vile kuandika maandishi, kuingiza picha katika hii Adobe InDesign, kupangilia layout yako hadi kuweza kutengeneza brochure, flyer yako ya kwanza, katika playlist hii utaweza kufanya hivyo. So kila video itakuwa na hatua moja kwa, itakuwa ni muendelezo wa video huu, kama kawaida yetu, jinsi ambavyo tunakuwa tunafanya hapa katika YouTube channel yetu. So cha kukuomba, usiwe mbali na channel yangu ya YouTube. Kama unataka kuwa mtaalamu wa kuweza kutumia Adobe InDesign katika kutengeneza vitu mbalimbali mbali, na ukaweza basi kuuza kwa kupitia ujuzi uliokuwa nao kuweza kujiingizia kipato, basi endelea kufuatilia YouTube channel yangu, kuna mengi ya kuweza kujifunza. Usiwe mbali, like video hii, share na wengine, basi nao wapate kujiunga pamoja na sisi katika playlist hii ya kujifunza jinsi ya kutumia Adobe InDesign. Mimi na wewe tukutane katika video inayofuata. Leo ilikuwa just ni utangulizi tu. Video inayofuata, tutakuja kwa kuanza kama sikosei, kuoneshana jinsi ya kutengeneza document kwa mara ya kwanza na kuingia ndani ya workspace yetu na kuanza basi kutumia zile tools ambazo tumeoneshana, lakini ni bila ya kuweza kuzitumia leo. Asante sana. Tukutane video ijayo.